Karibu tuendelee kuangazia yale ambayo yanaendelea juu ya vita vinavyopiganwa kati ya Israel na Iran. strong stongdr Hii ndio yetu. Na Rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na uamuzi muhimu kati ya kutoka njia panda ya kidiplomasia au vita vya kuchagua. Eli Geramian, mshirika mkuu wa sera katika balaza la Ulaya la mahusiano ya kigeni aliambia CNN. Alisema kwamba viongozi daima wanachagua katika nyakati hizi. Alisema Trump siku za nyuma alirudi nyuma kutoka kwenye ukingo wa vita na Iran, ana uwezo wa kufanya hivyo tena. Geran naye ameongeza kuwa Iran italiona hili kama tangazo la vita, ikiwa Trump ataamua kushambulia vituo vyake vya Kevin nyuklia. Mara tu unapofungua kisanduku hiki cha Pandora hatujui mambo yanaenda wapi, Geramie alisema na kuongeza kuwa mzozo huo una uwezekano mkubwa utatumia wote urais wote wa rais Trump kwa Iran. Aliongeza kujisalimisha sio chaguo pia. Inajua haitashinda kijeshi, lakini inajaribu kuhakikisha kuwa kuna walioshindwa tu hapa. Kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei alisema taifa la Iran si la kujisalimisha, siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka nchi hiyo kusalimu amri bila masharti. Wajulishi wa Marekani kwamba taifa la Iran siyo la kujisalimisha, na uingiliaji wowote wa kijeshi kwa upande wao bila shaka utasababisha uharibifu usioweza kurekebishwa, Khamenei alisema siku ya Jumatano katika hotuba ya kitaifa, maoni yake ya pili ya hadharani tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Iran wiki iliyopita. Wale wenye hekima na wanaofahamu Iran, watu wake na historia yake kamwe hawazungumzi na taifa hili kwa lugha ya vitisho, alionya baada ya Trump Jumanne kusema Khamenei ni lengo rahisi kwa Marekani na Israel, kisha akaongeza madai yake kwa ukweli wa kijamii kwa kusema kujisalimisha bila masharti. Katika hotuba yake, Khamenei alisema Wamarekani wanapaswa kujua kwamba uingiliaji wote wa kijeshi wa Marekani bila shaka utasababisha uharibifu usioweza kurekebishwa. Na raia wa Iran mjini Tehran walisema wanaishi katika ndoto mbaya baada ya mashambulizi ya Israel usiku wa kuamkia Jumanne hadi Jumatano. Jeshi la Israel limesema limeanzisha mashambulio yaliyohusisha zaidi ya ndege 50 kwenye vituo vya vi Iran vya kuzuia na kutengeneza makombora usiku kucha. Wairani wote walizungumza na CNN walikataa kutajwa majina yao kwa kuhofia usalama wao. Mwanaume mwingine wa Iran mwenye umri wa miaka 32 alisema kwamba baada ya utulivu wa alasiri, kulikuwa na msururu wa mabomu. Aliongeza kwamba kulikuwa na mlipuko kati ya milipuko 30 hadi 40 kilomita 7 hivi kutoka nyumbani kwetu. Sauti ilikuwa ya kichaa na barabara iliharibiwa alisema akiongeza kuwa yeye na familia yake bado wanajaribu kuamua ikiwa waondoke nyumbani kwao. Wakazi pia walisimulia hali ya kutiliwa shaka miongoni mwa mamlaka mjini Tehran. Mwanaume mwingine wa Iran alisema alikuwa akipiga picha kwenye mitaa isiyo na watu huko Tehran wakati alisimamishwa na afisa wa polisi ambaye aliuliza kitambulisho na akatazama kupitia simu yangu. Na picha mpya za satellite zilizopatikana na CNN zinaonesha uharibifu mkubwa wa kituo cha makombora cha Tabriz cha Iran na uwanja wa ndege wa Mashhad. Picha za kabla na baada ya kutolewa kwa kampuni ya satellite Maxar ya jumba la makombora la Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran mnamo Juni 17 zinaonesha majengo yote ya hifadhi yakiwa yamebomolewa chini na mashimo makubwa kwenye barabara ndani ya kituo hicho. Vichuguu kadhaa vya magari pia vilipigwa na kuharibiwa vibaya kwenye tovuti, kulingana na picha. Shirika la habari la Mail la Iran pia lilidai mara moja kwamba Iran ilirusha makombora ya fataa ya angavu kuelekea Israel, japo CNN bado haijaweza kuthibitisha taarifa hiyo. Naam, huu ndio mkusanyiko wa matukio yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran. Tafadhali tuandikie mtizamo wako juu ya haya, lakini kikubwa tu endelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.